Wasifu wa maisha ya marehemu Flora Nyanjara Charles, leo tarehe 26 ya mwezi wa tano mwaka huu wa 2025. Kuzaliwa: marehemu Flora Nyanjara Charles alizaliwa mnamo tarehe 11 ya mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili akiwa mtoto wa kwanza kati ya watoto watatu wa familia ya Charles. Ubatizo. Marehemu Flora Nyanjara Charles alibatizwa mnamo tarehe mbili ya mwezi wa kumi mwaka wa 2019 katika parokia ya Mwisenge, akiwa mwanajumuiya ndogo ndogo ya Kikristo ya Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, namba yake ya ubatizo ikiwa ni 4689. Msimamizi wake wa kiroho ni Maula Simon. Alipata komunio ya kwanza tarehe moja ya mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili ishirini na nne katika Kanisa Katoliki Bweri Nyabange na kupata sakramenti ya Kipaimara tarehe nne ya mwezi wa nane mwaka Elimu. Marehemu Flora Nyanjala Charles alianza elimu ya msingi mwaka 2019 na katika shule ya msingi Nyamatale, na baadaye alihamia shule ya msingi Nyabange na kuendelea na elimu ya msingi hadi mauti yalipomkuta. Maisha mengine ya kiimani. Marehemu Flora Nyanjara Charles alijiunga na Shirika la Kipapa la Kanisa Katoliki Bweri Nyabange, ambapo marehemu alikuwa akishirikiana na wenzake wa Shirika la Kipapa la Kanisa Katoliki katika kanisa. Hadi kifo chake, marehemu Flora Nyanjara Charles alipatwa akupatwa na ugonjwa bali usiku siku ya Ijumaa ya tarehe ishirini na tatu mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano Baada ya chakula cha usiku, walikwenda kulala katika familia. Marehemu alitokwa na mapofu kinywani, baadaye alipelekwa katika kituo cha afya AIC cha Bweri Nyabange na muda akiwa na hudumiwa alifariki dunia. Marehemu amefariki akiwa na umri wa miaka kumi na mitatu. Shukrani. tunawashukuru wana jumuiya ya Mtakatifu Agostino ya kweli Nyabange kwa ushirikiano mkubwa na familia yetu, mimi tunawashukuru. Wana kitongoji cha misano Nyabange kwa kushirikiana na sisi tatu. Tunawashukuru bodaboda boda wenzake na Charles, na vijana wa kitongoji cha mishandwa Nyabange kwa kuchimba kaburi na kumleta marehemu hapa nyumbani na kukesha siku ya jana, n tunalishukuru kanisa Katoliki la mwili Nyabange kwa huduma za mazishi na kwa namna ya pekee katika misa takatifu ya kumwombea marehemu siku ya leo tano, tuna washukuru wote wenye mapenzi mema walioshirikiana na sisi katika msiba huu wa mtoto wetu Flora Nyanjara Charles, na mwisho tunashukuru uongozi wa shule alipokuwa akisoma marehemu Bweri Nyabange shule ya msingi. Pia tunawashukuru walimu kwa ushirikiano mkubwa waliotuonyesha sana, alituonyesha familia kwa kuwaleta watoto katika familia yetu lakini pia tunawashukuru watoto wa Utoto Mtakatifu siku ya jana, baada ya kuja kutusalimia na kutushika mkono wa pole, tunasema asante kwa yote. Mungu atubariki. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina lake liwe liwe raya milele. Kumbe Bwana Apumzike kwa amani baya milele. Mupe Bwana apumzike kwa amani baya milele. Uwape Bwana ndugu zetu marehemu wote na roho ya mtoto wetu mpendwa Flora, wapate neema kwako Mungu. Apumzike kwa amani apu. Asanteni.